Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro uh, linaendelea na operesheni zake kuhakikisha kwamba mkoa unaendelea kuwa salama, hasa wakati huu tunapokuwa tunauelekea uchaguzi uh, mkuu utakaofanyika Oktoba 29 mwaka huu. Uh, katika operesheni hizo tumefanikiwa kukamata jumla ya watumiwa 37, kwa makosa mbalimbali. Miongoni mwa watumiwa waliokamatwa ni mtu mmoja ambaye alikuwa anajifanya mtumishi wa serikali na kuweza kujipatia mali kwa njia ya udanganyifu. Baba, Jeshi la Polisi Mkoa wa Morogoro limemkamata Jafari Jumanne Lutoboka mwenye umri wa miaka 32. Huyu ni mkazi wa Mafiga Manispaa ya Morogoro, kwa tuhuma za kujifanya mtumishi wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania na kujipatia mali kwa njia ya udanganyifu. Mtumio huyo kwa nyakati tofauti amekuwa akipita kwenye maduka mbalimbali yaliyoko hapa Manispaa ya Morogoro akiwa anajifanya kama askari wa jeshi hilo la wananchi na kuweza kuchukua pochi hizi pochi ambazo zinakuwa Zina madoadoa zinataka kufanana na zile sare za jeshi. Kwa kwa nyakati hizi amechukua jumla ya pochi sita na saa tatu mali ambazo yeye alikuwa anadai zinafanana na sare za jeshi la wananchi wa Tanzania, na kwamba havistahili kuwepo kwa madukani, na yeye kwa sababu ni askari wa jeshi hilo, basi akawa amejichukulia madaraka. Lakini upelelezi wa awali umebaini kwamba mtu huyo sio mtumishi wa jeshi la wananchi na wala hajatumwa na jeshi kwa ajili ya kufanya shughuli hizo shugulihizo badala yake aliwahi kuwa askari wa jeshi la wa wananchi, huyu bwana Jafari Jumanne Lutobeka, lakini alifukuzwa kazi mwaka elfu mbili na kumi na nane kutokana na utovu uh, wa nidhamu au nakuwa na tabia mwenendo mbaya usioweza kumruhusu kuendelea kuwa mtumishi wa jeshi la wa wananchi. Uh, jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linawashukuru wananchi wote wema ambao wamekuwa wakitoa ushirikiano wa kutosha wa kutoa taarifa za uhalifu na uhalifu na kufanikiwa haya ambayo nimeyaeleza hapa.